Ujambo mm-hmm. Mwambie rafiki leo tunasoma, hili limsema mm, anaswa pangoni, anaswa pangoni. Basi tuombe kabla tujasimulia hadithi ya anaswa pangoni. Haya, tuletee ombi. Mungu wetu mwema, tunaomba uwe nasi tunapojifunza habari ya huyu aliye naswa pangoni. Tumeomba kwa jina la Yesu amen hebu tuambie, fungu la ukarili linasemaje? Mwambie rafiki, fungu la ukarili linasemaje? yeah. Tena? Yeah. Tena hmm. tusichoke okay. yeah. katika okay, kutenda mema. Napatikana wapi? Wagalatia sita mstari wa wa si, mstari wa tisa. Wagalatia sita mstari wa ngapi? Wa tisa, sawa eh? Eh, eh, sasa umesema somo linasema anaswa. Hebu niambie huyu aliyenaswa pangoni alikuwa ni nani huyo? Nani huyo mfalme? Nani? Sauli. Oh, alikuwa anaitwa Mfalme Sauli. Sauli alikuwa anatafuta nini pangoni mpaka kanaswa? Kwani Daudi, natafuta... Daudi alimfanyia nini mpaka anamtafuta Daudi? Si sepa, ali, ali, ali. Ina Daudi na usame na, akaingia pangoni huyu mm, akachuchumaa. Kwa nini Sauli alikuwa anamtafuta Daudi? Kwa sababu <laughs> kwa sababu kwa sababu maskari wa Daudi hawa walikuwa wali na namwambia asekel E, Sauli alipaswa kufikiriwa mbali lakini Daudi uko pangoni alikuwa anatafutwa na Sauli kwa sababu gani? Kwa sababu Sauli alikuwa anataka amfanye nini Daudi? da, anamwonea wivu kwa sababu watu walikuwa wanampongeza daudi amefanya mambo mazuri sauli akakasirika ndo akawa anamtafuta daudi anataka amuue daudi anakimbia porini mapangoni ndo huko akajificha daudi kaingia pangoni na maaskari wake maaskari wa daudi walikuwa wangapi Nya sita Nya sita. na wasauli walikuwa wangapi? na maaskari wasauli walikuwa elfu tatu. Kwa hiyo wasauli walikuwa wengi, wanawafukuza Daudi, wameingia pangoni, Daudi akajificha kini hapa. Sauli naye si akaingia. Hata hajui kama Daudi amejificha. Hey, ukiwa unakimbizwa na, na adui inabidi ukae kuhema uemi sana naona taratibu, ila sikusikie. Daudi kajificha, Sauli kaingia, hata hajui kama Daudi yupo. Sauli hey, ameshinda huko kwenye pango, usiku wote amelala usingizi. Wale maaskari wa Daudi ndo akamwambia Daudi hey, wakamwambia, mm -hmm. Daudi wewe, Daudi huyo hapa adui yako, naye kutafuta siku zote, umfanye nini? akelea mbali uwa uwa kabisa, yaani e, alikuwa anyway, unatafuta saa hizi, Mungu amekuwekea adui yako mikononi hivi hapa, si unapanga, kata kichwa. Daudi akasema hapana, akawaambiaje, m siwezi kumafanyasaui mm, m kwa sababu Bwana amemweka mm ulimwenguni kuwa mfamyamhm. Akasema huyu amechaguliwa na Mungu kwa mfanya, yaani siwezi kum, siwezi kumfanyia kitu kibaya sikumfanyia kitu kibaya. Kwa hiyo Daudi akachukua tu upanga wake akakata nini aka, aka, aka, aka, aka, aka. akakata nini aka, aka, aka. akakata vazi la Sauli kidogo Sauli, hata ajui kama Daudi kamkatia vazi lake. Asubuhi anaamka anatoka pangoni, huyo mfame Sauli. Daudi anaita. Mfame Sauli. Uishi mfame Sauli. Kugeuka, anashanga hii sauti si ya Daudi jamani. Hii sauti si ya Daudi tunge, unge ungejua sisi sisi tungekuwa mm, ila ila ila ila we bwana, ame- amekuweka ulimwenguni kwa mfano. Ndio maana sijakuua. Akasema mfalme, Mjongana, sija he, akasema, mfalme da, Sauli yaani leo nilikuwa na uwezo wa kukuua. Hebu angalia nguo yako ha? Sauli anaangalia nguo yake anaona imekatwa iaanaangalia ngu anaangalia nguo yake mekato, anaona Daudi ameshika kipande cha nguo yake, akasikitika, akasema oh, Daudi naomba nisamehe sana, mimi nimekufanyia mabaya, lakini wewe umenifanyia mambo mazuri, unisamehe nisaidie kujua kwamba hautaifanyia vibaya familia yangu, umekuwa mwema sana ah. Daudi akamsamehe Sauli, akamkumbatia. Hapana, hapana, hapana, ni huyu Sauli akamsamehe Daudi aliyemkosea, ni huyu Sauli ndo alikuwa mbaya, anamuua dandaa kumuua Daudi. Kwa hiyo Daudi hakumfanyia Sauli kitu kibaya, hakumfanyia kitu kibaya. Na wewe ukifanyiwa kitu kibaya, usijibu vibaya. Ndio maana fungu limesema tena, tusichoke katika kutenda mema. Mtu akikufanyia kitu kibaya, usimjibu kwa vibaya vibaya. Ndio maana fungu limesema tena, tusichoke katika kutenda mema, ndiyo. Kwa hiyo mtoto mzuri rafiki yako akikupiga shuleni usimrudishie. Akikuibia kalamu, seme nami nakuibia wewe. Mpende, ukimpenda atabadilika, hata, hata kuibia tena, sawa? Mtoto mzuri usichoke kutenda mema. Ukimwibia peni sio penseli ukimwibia peni um, um, unasema mimi na, na kuibia na mimi? Hapana, hatumwibi tena. Kwa hiyo tunamtakia mambo mazuri, hatulipizi kisasi. Usipolipiza kisasi, anajifunza anakuwa mtoto mwema, hata kuibia tena. Sawa eh. Kwa hiyo mtoto mzuri, tumejifunza tusilipize kisasi kwa wenzetu kama Daudi ambazo hakulipiza kisasi kwa Sauli aliyekuwa anamtafuta siku nyingi. Basi somo letu limeishia hapa. Tunakupenda, uwe na wakati mwema na Yesu akutunze. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa somo zuri, tusaidie tusilipize baya kwa wenzetu wanaotutendea mabaya, bali tuwatendee mema kwa jina la Yesu tumeomba. Amen, amen.